Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na kama mnavyojua, mkiniona mnaona nini? Mnaona hadithi. Hadithi yetu ya leo inahusu kijana aliyefanya bidii na akabadilisha maisha ya kwao. Siku moja, paliondokea kijana mwenye alikuwa maskini na kwao pia hali ilikuwa hivyo hivyo. Sasa na bahati mbaya, wale wazazi wake walikuwa washazeeka, hawana tena uwezo wa kwenda kufanya nini, kutafuta kazi. Ni yeye tu ndo ilikuwa ni option ya mwisho yenye imebaki, yeye aende akatafute kazi, aje awalishe familia yake maskini. Hiyo siku akakaa akasema, wacha tu niamue niende nikatafute kazi. Akatoka sasa, venye amefika njiani akakaa mahali kawa hana raha ana huzuni, hajaanze na wapi, maana hajabeba chakula, hajabeba kitu chochote, hata maji alikuwa hajabeba. Asema, mimi nitafanyaje sasa, na safari yangu najua ni ndefu, haiwezi kuishia mahali karibu hapa, lazima iwe nimejitayarisha, na mimi sijui nitafanyaje. Akaka ah, ikawa hana raha, ameshika tama njiani. Mara akatokea mtu, alivyotokea mtu akamwona huyu mtoto maskini, ana huzuni baada kumuuliza ana shida gani. Akamsalimia, "Asalamu alaykum." Akamjibu, "Wa alaykum salaam." Akamuuliza, "Una shida gani?" Akamuelezea ile shida yake, akamwambia, "Wa maskini, pole. Twende basi kwangu upate hata kama ni chakula kidogo ule." Haya, yule mtoto akaenda, akaongozana naye hey, mpaka kwake. Alipofika kwake, akapewa mkate, akala na maji, akashiba. Sasa yule mwenye alimsaidia akaanza kumuuliza ulikuwa <tukawa> waelekea wapi? Akamwambia, mimi nimetoka nyumbani kwetu naenda kutafuta kazi, na sijui hiyo kazi nitaipata wapi, wala sijui naelekea wapi. Yaani hapa mimi, popote tu nitakapopata kazi, nitaenda. Yule baba akamwambia, "Maskini, na hujabeba chochote." Akamwambia, hata maji sina. Yule baba ka akamtilia maji mingi, akamtilia na chakula, pia akampa na pesa kiasi. Akamwambia, hizi zitakusaidia kwenye safari yako na inshaallah Mungu atakujalia uwe na mafanikio kwenye utafutaji kazi wako. Yule mtoto akamwambia asante, akamshukuru akamwambia pia wewe mwenyezi Mungu akubariki. Haya, wakatoka akamsindikiza yule mwenye nyumba mpaka walivyofika mahali, yule mtoto akaendelea na safari yake, yule mwenye nyumba akarudi zake peke yake kwake. Akaendelea na safari ikawa akifika njiani, labda amepata mtu ana shida. Sasa yeye alikuwa na chakula, maji na pesa, alikuwa akiwasaidia. Kama mtu ana shida ya chakula, akitoa kile chakula chake kidogo akimpa. Kama mtu labda ana shida, amekuwa mahali, anataka pesa, samahali atatoa kidogo ampe, ndo ili yeye pia asiishie na vitu lakini asaidie watu. Haya, kaendelea safari yake, mara akapatana na bibi mmoja alikuwa amebeba mzigo mzito. Yule mtoto akamwambia, maskini huyu bibi, ngoja nenda nikamsaidia. Akaenda akamsalimia akamwambia, naomba nkusaidie. Yule bibi akamwambia, sawa mwanangu, chukua. Akachukua akamsaidia mpaka kwake, akampelekea yule mzigo wake. Akarudi akaendelea na safari yake. Sa baada ya siku nyingi kupita, miaka imepita, alipata kazi nzuri na akapata mafanikio, akapata pesa nzuri, akarudi kwao. Kurudi kwao alikuwa na pesa nyingi, yaani zile pesa zilikuwa zinatoshelea kulisha familia yake, kuangalia familia yake na vilevile vile kusaidia watu wengine. Haya basi Akamwambia mama yake, mimi mama, wajua mmefanikiwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya mtu huyo mmoja. Yule mtu asingeniona mimi njiani, nsingejua naenda wapi. Maana alikuwa sina chakula sina kitu chochote, maskini. Aliniita kwake, akanipa chakula na pia akanibebesha chakula chingine, na akanipa baadhi ya pesa. Yule mama akamwambia, shukuru Mungu, mwanangu, alhamdulillah. Sasa hivi umeenda kufanya kazi, umepata pesa zako, sasa hivi watusaidia kwa hivyo hadithi yetu yatufunza nini? Yatufunza, wewe ukipata fursa ya kumsaidia mtu basi usiiache. Huwezi jua, labda wewe ndio utabadilisha maisha yake, kama yule mtu mwenye alimsaidia huyo mtoto, akabadilisha maisha yake. Sasa hivi wenye wajiweza kule nyumbani, hawakosi chakula, watoto wote wameenda shule kusoma, na pia aliweza kusaidia wengine. Na hadithi yetu ikaisha hapo. Masalam.